Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. E, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetupa nema ya afya na uzima na kutujalia sisi leo kama hivi tunavoonana kama hivi ni nema kubwa sana ya kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unaona shekha, kama vile una swali, uliza shekha. Naam. Warahmatullahi wabarakatuh. Banashi wa wa wangu wa mimi swali nasali kidogotaka nikuulize. Tangu mimi swali langu ni kwamba nasema kwamba yani, ni kipi kilichomwaje Ibilisi akaaniwa na Allah, ni kipi Ibilisi alilaaniwa na Allahu subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu ya kiburi Kibri ndio kilichoacha mpaka Ibilisi akalaniwa na Allahu subhanahu wa taala. Yeye alijikweza alisema kwamba Mwenyezi Mungu, mimi umeniumba yani ka, ka. Mwenyezi Mungu kawaamrisha malaika wamsujudie Adamu, Ibilisi yeye alikataa. Kule kukataa kule kajionyesha kibri kwamba yeye ni bora kuliko Adam. Mwenyezi Mungu ndo akamlani. Kwa hiyo hii darasa inatufundisha kwamba hmm, kibri ni kitu ambacho ni kibaya sana, tujiepushe. Shukuru hmm. Ah, shangu lakini pia ine ya kuongezea hivi maana, yani na yaacha mpaka watu wanasoma manake nini? Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ameifanya elimu kwa mwanadamu ni jambo ambalo ni wajibu, na Mtume sallallahu alaihi wasalam akasema kwamba kutafuta elimu ni faradhi juu ya kila Muislamu mwanaume na Muislamu mwanamke. Kwa sababu gani? Elimu ndio inamtafautisha mwanadamu na kiumbe kisichokuwa mwanadamu, na elimu ndio iliyoacha mpaka mwanadamu akawa bora kuliko malaika wala kuliko kiumbe wote, ni elimu. Ikiwa kama mwanadamu hakusoma elimu anakuwa kama vile ba, kama vile na ki, kama sawa na kiumbe kingine tu. Ukimwangalia mzee ng'ombe na mzee mbuzi, angalia wanavyofanya, mtu ana-ule wale viumbe ambao wanaweza kujinyea, anajikojolea, afu yeye anazaa na mama yake anazaa, shangazi yake anazaa, mama yake mdogo anazaa na mdogo wake wa kuzaliwa ko. Ukiangalia hawa, kwa sababu vitu ambavyo havikupewa elimu lakini mwanadamu kapewa elimu ili kwamba ajifunze kwa mtu wote. Ikiwa kama hukujifunza kwa Mwenyezi Mungu, utafika vibaya. Na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba kila kitu kina njia, na njia ya kwenda peponi ni elimu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam wabarakatuh.